Ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanganyika, tumeshuhudia maeneo mbalimbali katika jiji la Dodoma, shughuli nyingi zikiwa zimesimama, tofauti na ilivyozoeleka siku zote, kukiwa hakuna msongamano wa watu na vyombo vya usafiri barabarani. Pengine ni kutokana na kauli ya serikali kuwahimiza wananchi kuto kutoka majumbani kwao iwapo hakuna ulazima au dharura. Hata hivyo tahadhari ilitolewa kutokana na hofu ya kudhania kuwepo kwa yale yanayotajwa kuwa maandamano ambayo siku za hivi karibuni imekuwa yakihamasishwa kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Video hii inaonyesha barabara zote zilizozunguka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiwa zimefungwa na ulinzi ukiwa umeimarishwa. Barabara hizi ni barabara ya kutoka mjini kupitia Kimbinyiko CBE na sambamba na barabara ya kutoka Veta kwenda bungeni pamoja na barabara kuu inayotoka Morogoro kuja jijini Dodoma. Hii ndiyo hali halisi ambayo inaendelea katika maeneo haya ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa sasa ni majira ya mchana ilivyozoeleka siku zote kukiwa hakuna msongamano wa watu na vyombo vya usafiri barabarani. Pengine ni kutokana na kauli ya serikali kuwahimiza wananchi kuto kutoka majumbani kwao iwapo hakuna ulazima au dharura. Hata hivyo, tahadhari ilitolewa kutokana na hofu ya kudhania kuwepo kwa yale yanayotajwa zilizozunguka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiwa zimefungwa na ulinzi ukiwa umeimarishwa. Barabara hizi ni barabara ya kutoka mjini kupitia Kimbinyiko CBE, na sambamba na barabara ya kutoka VETA kwenda bungeni, pamoja na barabara kuu inayotoka Morogoro kuja jijini Dodoma. Hii ndiyo hali halisi ambayo inaendelea